Na tukigeukia masala ya elimu ni kwamba bodi ya mikopo ya elimu ya juu humu nchini HELB inasema serikali tayari imetoa shilingi bilioni moja unusu kugharamia mikopo ya wanafunzi wa vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu. Katika taarifa kutoka wizara ya elimu ama kutoka kwa waziri wa elimu Amigos Ogambo, shilingi bilioni 1.56 uh, zilitumiwa kwa akaunti za wanafunzi na kufikia sasa, katika mwaka wa kifedha wa 2024 na 2025, jumla ya shilingi bilioni 32.7 zimepewa wanafunzi katika vyuo mbalimbali. Katika taarifa hiyo, wanafunzi wa taasisi za kiufundi za TVET wapatao 1031263 watafaidika na mgao huo, na katika vyuo vikuu zaidi ya wanafunzi 1033 watapata fedha hizo kwa minajili ya karo na matumizi.